Serikali kwa kuuza hisa zake kwa kampuni ya Vodafone kwa asilimia kumi na tano kwani itapata hasara. Nyoro akisema kuwa serikali imezembea kufanya maamuzi murwa kukuza uchumi wa Kenya ndiyo maana inaangazia njia za mkato. Aidha amekashifu hatua ya serikali kujengea Wakenya barabara ya kuwatoza bila ya kuangazia maamuzi mbadala kwa Wakenya wote. Fredrick Wambua anaarifu. Serikali ya kitaifa ikipania kuuza hisa zake katika kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kwa kiwango cha asilimia kumi na tano. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amejitokeza wazi kukashifu mpango huo kwa kusema kuwa serikali inauza kwa kiwango cha chini sana cha shilingi 34 kwa hisa moja, hasa ikizingatiwa kampuni zingine zimeingiza faida ya juu

I, I mean, uh, most of them including banks are selling past the 2021 levels. And all I want to say is that the government, the government is underselling Safaricom and it is to the detriment of all Kenyans Nyoro akisema serikali imelegea katika kukuza uchumi wa Kenya, ndiyo maana inaangazia njia za mkato ya kuuza hisa katika makampuni mbalimbali mbali. Akisema hakuna yeyote yule anayetaka kuchoka kuyafanya maamuzi bora kukuza uchumi utakaofanikisha miradi nchini. Once complete, the the the funds from this transaction will be the seed capital for the National Infrastructure Fund.

hakuna mtu anataka kuchoka kufikiria akifanya maamuzi anaona safaricom iko pesa uza there is no way the government can purport to sell safaricom at a valuation of less than 2.5 trillion there is no way other than if there is self interest Aidha, mbunge huyo amesema kuwa walimu wa JSS wanahitaji pesa kidogo kupata ajira ya kudumu, na pia wanafunzi wa shule za kutwa wanapata masomo bora, kwani elimu ndiyo msingi bora nchini, akihuzunishwa na hatua ya serikali kujenga barabara za kuwatoza Wakenya bila kuweka mipango mbadala. Our JSS